Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano, familia, malezi pamoja na maendeleo binafsi. Hapa utajifunza kuhusu malezi sahihi yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako, pamoja na maarifa na ujuzi utakao kujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi. Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Hii ni Daily Talk na Dr. Chris Mauki. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao pesa ndio kila kitu. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao kila mmoja anaamini pesa ndio jawabu la kila kitu, na bila pesa umekwisha kabisa, hakuna maisha kabisa bora usingezaliwa kabisa. Mahusiano bila pesa hayaendi kabisa. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao kila mtu anaamini ya kwamba pesa ndiyo inatafutwa kwanza, na ukishaipata vitu vingine vyote vinawezekana, vitu vingine vyote vinawezekana. Sasa mimi ninaamini na nimeona, Mungu amenipa neema ya kuzungumza na watu wengi katika kuwashauri, na wengi wana pesa, wana uwezo lakini kuna vitu nimekuja kugundua vinaleta shida kwenye maisha yao na wao wanaamini ya kwamba hawawezi kuvifanya ingawa wana pesa. Kwa hiyo ikanipa kukonkludi kwamba money is not everything. Sasa kuwa na pesa si, si tatizo. Nisikilize kwa makini. Kuwa na pesa sio tatizo kwa sababu hata mimi ninahangaika kuzipata, ninazitafuta, ninafanya kazi kwa bidii nikiamini kabisa Mungu ananipa nguvu ya kuzipata. Shida inakuja katika yale mabadiliko ambayo pesa inayafanya kwenye maisha yako, hapo ndipo tatizo linapoanza. So listen to me, money money is is not a problem, the problem is how money change you. Sasa wako watu wa aina mbili ambao hubadilishwa wanapopata pesa au tunaona mabadiliko kwenye maisha yao, pesa inapoingia kwenye maisha yao. Wako watu ambao wanakuwa wema zaidi, wanatoa zaidi, wanasaidia watu wengi zaidi, wanagusa maisha ya watu wengi zaidi, watawalipia watu ada wengi zaidi, watafungua foundations fulani fulani, watajali mazingira, watasafiri hapa na pale, watahubiri Injili, watafanya vitu, watajenga misikiti na makanisa, watahudumia jamii, kwa sababu wamepata pesa pesa imeleta mabadiliko chanya kwao. Bahati mbaya sana, nasikitika kusema kundi hili ni dogo sana. Kundi kubwa ni wale ambao pesa ikishafika kwenye maisha yao, pesa ambayo wala haina tatizo lolote, wao wanabadilika negatively, wanakuwa watu wenye kiburi, watu wasiopenda watu, watu wa kujivuna, watu wa kuhangaika kutafuta pesa zaidi na zaidi kwa kuumiza watu wengine kwa kuua ndoto za watu wengine, kwa kuminya haki za watu wengine, kwa kufunga ndoto za watu wengine, kwa kuwaweka wengine ndani, kwa kuhakikisha wengine wanalia machozi, kwa kusababisha maumivu na magonjwa kwa watu wengine, kwa sababu yeye amepata pesa na anatafuta pesa zaidi. Kwa hiyo naomba nikuambie, shida haiko kwenye pesa, shida iko kwenye mabadiliko ambayo pesa inayafanya kwenye maisha yako. Jifunze unapopata pesa